Tukio la kutisha linamkumba mwanaume mmoja na binti yake wa miaka kumi. Kifo chake kilizungukwa na siri nzito. E. Na alipogundua kuwa hawezi kuamini hadithi rasmi, alichukua hatua ya mwisho ya maumivu, akaweka kamera ya siri ndani ya jeneza la binti yake. Lakini kile alichokiona kwenye rekodi kilimvunja moyo, kikamtingisha hadi kwenye roho na kubadilisha maisha yake milele. Ni kisa cha kuhuzunisha sanaye, lakini pia ni funzo zuri sana. Katika kijiji cha Mashiki, palikokuwa na utulivu wa asili na sauti ya ndege kila alfajiri, ndipo Baraka aliishi na familia yake, wakiishi maisha ya furaha, upendo na mshikamano wa kweli. Ilikuwa mahali pa kawaida tu, nyumba ndogo zilizo na uzio wa mbao mweupe na viwanja vilivyo safi hapo watu walitabasamu kwa heshima, lakini mara chache walichunguza zaidi. Baraka alikuwa akifikiria mara nyingi kuhusu hilo alipomtazama binti yake akicheza nje. Yeye ndiye ulimwengu wake, mwanga angavu uliomweka miguuni baada ya mama yake kuondoka miaka mingi iliyopita. Siku hiyo ya asubuhi ilikuwa kama nyingine yoyote. Malkia alikuwa ameketi mezani jikoni akichora kwa kalamu zake za rangi wakati Baraka alikuwa akichoma mayai na sausage. Alikuwa akichora picha yao, baba na binti wakishikamana mkono chini ya mti. Hakikisha unapata misuli yangu vizuri, Baraka alicheka akionyesha mkono wake alipokuwa akimweka sahani mezani. Malkia alicheka na kuonyesha picha ile iliyokuwa haijakamilika. Wewe ni baba mwenye nguvu zaidi duniani, alisema akitabasamu kwa furaha. Baraka alijikunja chini na kumbusu juu ya kichwa chake. Usisahau hilo. Hilo ndilo alilokuwa amesikia kucheka kwake kwa mara ya mwisho. Mchana wa kuchelewa, uwanja wa michezo ulikuwa umejaa watoto. Malkia alikuwa amemwomba kwenda nje na Baraka alikubali kwa shaka. Alikuwa ameandaa kumaliza kazi za karatasi za duka la magari alilofanya kazi, lakini badala yake alijikuta akizuiwa na mawazo, akitazama saa kila mara. Simu ilipopiga alijua hata kabla hajajibu. Alijua. Sauti ya upande mwingine ilikuwa ya afisa polisi, tulivu na ya maandalizi. Bwana, tunahitaji ujitokeze haraka katika hospitali ya Kumbukumbu. Ni kuhusu binti yako. Baraka hakumbuki jinsi alivyofika huko. Chumba cha kusubiri kilikuwa na harufu ya dawa na huzuni. Daktari alipotokea, maneno yake yalimpiga kama visu. Tulifanya kila tuwezalo. Malkia amekufa. Ripoti rasmi ilisema alizama kichwani baada ya kuanguka kwenye uwanja wa michezo. Ajali ya kusikitisha, walisema. Baraka hakusikia maelezo zaidi. Dunia yake iliporomoka mara moja, ikiacha upweke tu. Mazishi yalipangwa haraka haraka sana kwa Baraka kuweza kuchukua kilichotokea. Marafiki na majirani walitoa pole, lakini maneno yao yalionekana kuwa yasiyo na maana. Malkia he alionekana tofauti kati ya sanamu nyingi za kaburi katika makaburi. Hakujua mpaka wakiandaa wake, ndipo Baraka alianza kuona mambo yasiyokuwa sawa. Mwili wa Malkia ulikuwa wafuoni, uso wake mweupe sana lakini mtulivu kana kwamba alikuwa amelala tu. Lakini jambo fulani lilimchukua akili. Kulikuwa na vidonda mikononi na miguu, vidonda visivyoelezwa kwenye ripoti ya uchunguzi wa maiti. Alikumbuka jinsi wahudumu wa haraka walivyokuwa na wasiwasi alipouliza maswali. Macho yao yalikuwa yakielekea mbali kana kwamba walikuwa na hofu kumtazama. Mara ya kwanza, alijiambia nafsi yake ni huzuni inayomfanya aone mambo ya tofauti, lakini shaka hazikuondoka. Wafanyakazi wa makaburi walizidi kumchanganya. Aliwasikia wakicheka kwa sauti ndogo ukingoni, wakiongea kuhusu kumaliza haraka kazi na kutochangia watu kama wao. Maneno hayo yalimtesa. Watu kama sisi Alipotazama kwa mara ya mwisho katika jeneza la Malkia, aliona kitu kingine. Mikono yake midogo na nyororo ilikuwa na uchafu chini ya kucha. Hofu ilimshika. Aligeukia Sofia, dada yake mdogo aliyefika kutoka Atlanta kwa mazishi. Hawa walikuwa hawana uchafu huu kabla, alisema kwa sauti ya kutetemeka. Kwani kwa nini uchafu huu chini ya kucha zake? Sofia alitazama kwa wasiwasi wafanyakazi wa makaburi, kisha alitazama Baraka. Umechoka sana, alisema, tujaribu tu tuachane naye. Lakini Baraka hakuweza kuachana naye. Usiku huo alilala usingizi mdogo, akitazama pa, akirudia kila jambo, akifikiria vidonda, uchafu na vicheko vya wafanyakazi wa makaburi. Kitu kilikuwa kinasumbua akili yake. Kipindi cha alfajiri aliamua. Aliendesha gari hadi kwenye duka la vifaa vya kielektroniki na kununua kamera ndogo ya siri. Muuzaji alishtua kidogo, lakini hakumuuliza. Nyumbani, Baraka alifunua sehemu ya nje ya jeneza na kuweka kamera ndani, akipanga ili ipate picha ya ndani. Ilionekana ni jambo la hovyo na kinyume cha maadili, lakini hakuweza kuacha hisia kwamba kifo cha Malkia hakikuwa ajali kama walivyosema. Sofia alipokuja baadaye, Baraka alimwambia alichofanya. Je, unamaanisha kweli? akauliza kwa sauti ya kushangaa. Umeweka kamera ndani ya jeneza la binti yako. Labda mimi ndiyo ninazidi, alijibu Baraka. Labda kuna kitu kilitokea na hakuna aliyelipenda kuangalia zaidi kwa sababu sisi ni watu weusi. Labda walimwacha tu. Sofia alitulia lakini macho yake yalibakia kuwa na mashaka. Na kama wewe uko sahihi, basi nini? Basi nitakuwa na hiyo mzigo, alisema Baraka. Lakini angalau nitajua sikuwa nimekataa kumpenda. Usiku uliopita Baraka aliketi mbele ya kompyuta akitazama picha ya moja kwa moja kutoka kwa kamera. Skrini ilionyesha giza tu ndani ya jeneza lililofungwa. Alijisemea anahisi mzaha tu angalizia majonzi yake. Lakini saa ilipofika saa sita usiku, aliona jambo la kushangaza. Mwanga mdogo wa mnyama ulipita kwenye fremu. Akaona sauti ya kunata kama kitu kinapiga kuni. Tumbo lake likang'aa. Hakuweza kuacha kuangalia. Baraka aliketi kimya mbele ya skrini, macho yake yakizingatia picha yenye giza kidogo. Mara ya kwanza alijisemea ni kosa la kamera, makosa ya mguu wa mtandao au mwanga unaorudishwa. Lakini sauti ya kunata ilidumu, polepole pole lakini wazi, ikamfanya aone vibaya. Alirejea kurekodi vidole vyake vikitetemeka alipoburuta mchezaji wa timeline kurudi dakika chache nyuma. Alizama tena akiwa karibu na skrini kiasi kwamba pumzi yake iliteleza kwa kio. Hakuna kukanusha tena. Kamera ndani ya jeneza la Malkia ilikuwa imepata kitu. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa nguvu; alijilazimisha kuendelea kuangalia. Mwendo mwepesi ulionekana tena kwenye kona ya fremu kama nguo ikisogea. Sauti ya kunata ilirudi. Haikuwa mara kwa mara lakini ilikuwa wazi na kwa makusudi. Ubongo wake wa mantiki ulimwambia aache. Alijisemea ni sababu za ufalme, matatizo ya vifaa au hata mnyama. Lakini hakuna hata moja iliyoelezea. Hii ilikuwa ndani ya jeneza. Jeneza la Malkia. Baraka alijikunja nyuma, akijikamua paji la uso akiwa na kumbukumbu kumbu za mazishi. Kuandaliwa haraka kwa mwili, uchafu chini ya kucha, vidonda visivyoelezwa. Mambo madogo aliyojaribu kuachana nayo sasa yalikuwa mtandao wa shaka aliyesababisha kichwa chake kujaa. Hakuweza kuacha. Alibonyeza play tena. Mara hii alitazama na kutumia headphones, akiongeza sauti hadi kusikia kila sauti. Ndipo aliposikia sauti za watu. Zilisikika mbali kama zikitoka chumba kingine. Rekodi ilipata maneno ya chini chini ya kelele za kucheka. Alisimamisha video na kusikiliza kwa makini. Aliweza kufahamu maneno machache. Haraka, hawatashangaa hata kidogo. Tumbo la Baraka likang'aa. Alirejea nyuma na kucheza tena akijikita kwenye kelele. Haiwezekani kuwa magumu zaidi, tuendelee tu, kwani kuna faida gani? Hawatatafuta. Sauti zilikuwa za wanaume. Sauti hizo zilidhoofika kidogo, lakini zilikuwa dhahiri kabisa. Baraka alikuwa amekaa kimya, moyo ukikimbia kwa kasi. Aliamua kusikiliza zaidi akijua kuwa anaweza kupata majibu ya maswali aliyokuwa nayo kwa muda mrefu. Usijali tutahakikisha hakuna anayeonekana, sauti moja ya mwanaume ilisikika ikisema. Labda tutamficha mahali ambapo hakuna atakayeingia, mwingine aliongeza. Baraka alijua sasa hili halikuwa ajali. Kulikuwa na siri kubwa na hatari nyuma ya kifo cha Malkia binti yake. Hali ilikuwa mbaya zaidi kuliko alivyowahi kufikiria. Alijitahidi kuzingatia, akichukua maelezo yote aliyoweza. Aliamua kuwa hawezi kusubiri tena. Alilazimika kujua ukweli hata kama ungesababisha machungu makubwa. Hali ya kuishi bila kujua itakuwa mzigo usioelezeka. Baada ya dakika kadhaa za kusikiliza, video ilimalizika. Baraka aliondoa headphones akitambua kuwa sasa alianza safari mpya, safari ya kuupata ukweli wa kifo cha mpendwa wake, hata kama itampeleka mbali zaidi kuliko alivyotarajia. Macho yake yalikumbuka maneno ya daktari na ripoti zisizo na maana, lakini sasa alikuwa na nguvu zaidi. Alijua kuwa Malkia hakufa kwa ajali. Aliacha video na kuweka kamera mezani. Alijitahidi kutuliza moyo wake na kupanga hatua ya kwanza. Atamwita rafiki wa zamani aliyekuwa mwandishi wa habari, mtu ambaye angeweza kumsaidia kufichua ukweli. Leo mambo yanabadilika, Baraka alijisemea huku akijipanga. Hakuna cha kuficha tena. Siku iliyofuata, Baraka alikutana na rafiki yake wa zamani, Amani, ambaye alikuwa mwandishi maarufu wa habari za upelelezi. Alimweleza kwa kifupi kuhusu video aliyopata na hisia zake kuhusu kifo cha Malkia. Amani alikumbuka mara moja hadithi iliyopita ya Malkia, na alijua kuwa kuna kitu kitasahaulika, lakini hakuwa na ushahidi wowote wa alimwahidi Baraka kuwa atatumia kila njia kuhakikisha ukweli unafichuliwa. Baraka, nitachunguza kila kona, hakuna atakayekwepa ukweli huu, Amani alisema kwa sauti thabiti. Wakiwa wameshika mikono, walijua kuwa hii ilikuwa mwanzo wa mapambano makubwa. Hata hivyo, walikuwa na matumaini kwa sababu walikuwa pamoja. Kwa siku kadhaa, Amani alikusanya taarifa kutoka vyanzo mbalimbali. Alizungumza na watu waliomjua Malkia, walifanya uchunguzi kwenye eneo la tukio na hata aliangalia rekodi za hospitali ambazo ziliripoti kifo chake. Lakini kitu kilichomfanya Amani ashuke hofu ni maelezo aliyopata kutoka kwa mmoja wa mashahidi wa tukio hilo, mtu aliyekuwepo karibu wakati wa kifo. Malkia hakuwa na ajali. Alikuwa amechukuliwa kwa nguvu mahali pasiri. Shahidi huyo alisema kwa sauti ya chini, lakini yenye kuleta hofu. Baraka na Amani walipata mshtuko mkubwa. Hali ilikuwa mbaya zaidi kuliko walivyodhani awali. Ilibidi wafuate mstari huo mpya wa upelelezi. Walijua sasa wamelazimika kuwa waangalifu kwa sababu wale waliotenda uhalifu huu walikuwa tayari naweza kuwa hatari. Baraka alipokutana na shahidi huyo, moyo wake ulipiga kwa nguvu kama unataka kuvunjika. Aliposikia maneno hayo, hakuwa na amani kabisa. Hili halikuwa ajali kama alivyofikiri awali. Malkia alichukuliwa kwa nguvu mahali pa siri. Hii ilikuwa ni hatari kubwa. Amani alitazama Baraka kwa macho makali, akijua kwamba sasa mambo yameingia kwenye mzunguko wa hatari. Tunapaswa kuwa makini, Baraka, watu hawa hawataturuhusu kufichua ukweli kwa urahisi. Siku zilisonga polepole pole, lakini hofu iliongezeka kila kukicha. Baraka alijisikia kama alikuwa akizidiwa na hali, akili zake zilijaa mawazo ya jinsi ya kumsaidia Malkia na kufichua ukweli bila kujichanganya na hatari. Siku moja usiku, alipokuwa akitafakari taarifa zote alizozipata, alisikia mlio wa simu ukipiga mara kwa mara. Alipiga simu kwa mshangao, na kwa sauti iliyokuwa na taharuki alisikika mtu akisema, Baraka, angalia dirisha lako sasa hivi hawa wanakuangalia. Baraka alikimbia kwenda dirishani, na macho yake yakipiga makali, aliona magari yenye taa kali yakimzunguka nyumba yake. Moyo wake ulizidi kunguruma kwa hofu, alijua kwamba walikuwa wakimtazama, wakimtaka awe kimya au angepoteza kila kitu. Kwa hofu kali, Baraka alikimbia kutoka nyumba yake akijua kuwa sasa alikuwa sehemu ya mchezo mkubwa wa hatari. Hali hiyo ilisababisha taharuki isiyokuwa na kifani ndani yake, lakini pia ilikuwa imempa nguvu mpya ya kutaka kusimama imara. Baraka alisimama akiwa amezungukwa na watu wa Malkia, macho yao yakiwa na hasira na malimwengu makali. Aliweza kuhisi mng'ao wa risasi za matusi na vitisho vikimzunguka kama upepo mkali usiokuwa na huruma. Leo ndio mwisho wako, Baraka. Hakuna atakaye kukomboa, mlinzi mmoja wa Malkia alisema kwa sauti yenye ukali. Giza lilizidi kuwa mzito, lakini ghafla sauti ya haraka ya miguu ikawa mbali na baadaye karibu. Mtu mmoja alikimbia kwa mwendo mkali na kwa sauti ya kutegesha alisema, acha mzee, mpe nafasi, huyu si adui wetu. Malkia alisimama kidogo, akijaribu kubaini nani aliyeingia kati yao. Baraka alitambua kuwa alikuwa ni rafiki wa zamani, kijana aliyewahi kumsaidia wakati alipokuwa akiteseka. Jina langu ni Kamau, kijana huyo alisema, akitabasamu kidogo na kuangalia Malkia kwa mwelekeo wa hofu kidogo. Uko hatarini kupoteza kila kitu leo. Achilia Baraka. Malkia alishtuka kwa sababu ya ushujaa wa Kamau na hofu ya kupoteza hadhi yake. Alikubaliana kwa kunung'unika na watu wake walianza kupunguza msimamo. Baraka alipumua kwa shida, lakini moyo wake ulikuwa umejaa shukrani kwa msaada wa Kamau. Twende sasa, hatuwezi kubaki hapa, Kamau alisema kwa haraka na kumpa Baraka mkono wake. Waliomba njia ya kutoka kwa hofu na taharuki, wakikimbia polepole kuelekea mahali pa usalama. Baraka alijua kuwa bado changamoto hazijamalizika, lakini kwa sasa alikuwa na matumaini ya kuendelea kuishi. Lakini nyuma yao, sauti ya Malkia ilikuwa ikilia kwa hasira, nitakuangamiza wewe, Baraka. Hili sio la mwisho. Hali ilikuwa tete, lakini bado Baraka alijivunia kuwa na rafiki wa kweli aliyemwokoa wakati wa dharura kubwa. Je, safari yao itakuwa na mafanikio? Wakati ujao ulikuwa na mengi ya kuonyesha. E, Baraka na Kamao walikimbia kwa haraka, lakini hisia za taharuki zilikuwa bado zikimtikisika Baraka. Alijua kuwa Malkia hangeachwa kwa urahisi na wadhifa wake ukihatarishwa. Wakiwa wameshinda mlango wa mji, walipata pumziko kidogo chini ya mti mkubwa. Kamao, asante sana. Bila wewe ningepata hatia ya kweli leo, Baraka alisema kwa sauti iliyokosa utulivu. Kamau alimkumbatia kidogo kwa mshikamano wa kirafiki. Sisi ni ndugu, Baraka. Lazima tushirikiane kushinda haya yote. Malkia hana roho ya kusamehe, atajaribu tena na tena. Baraka aligundua kuwa hatari ilikuwa kubwa zaidi kuliko alivyofikiria. Malkia alikuwa mtu mwenye nguvu, fedha na marafiki wengi wenye ushawishi. Hivi hatutaweza kamwe kuishi kwa amani, kila mara mtu kama yeye atatufuatilia. Kamau alitabasamu kwa uchungu. Sio lazima, tutahitaji kupanga vizuri tukitumia akili badala ya nguvu tu. Tumekuwa tukificha mambo mengi, sasa ni wakati wa kuwa na mipango madhubuti. Wakati walikuwa wakizungumza, sauti ya mbwa ikawinda mbali na watu walionekana wakikaribia kwa haraka. Baraka alijua kuwa sio salama kubaki huko. Twende, hatuwezi kukaa hapa, alisema kwa mwelekeo wa haraka, na wakaanza kutoroka tena, wakiwa wakiwaelekea katika mji mdogo ulioko karibu. Moyo wa Baraka ulikuwa umejaa taharuki, lakini pia matumaini ya kupata msaada kutoka kwa watu waliokuwa tayari kupigania haki. Alijua kuwa mapambano haya ni ya maisha na kifo, lakini hakuwa tayari kurudi nyuma. Hali ilizidi kuwa ngumu, lakini Baraka alikuwa na nia thabiti ya kusimama na kushinda dhuluma hiyo. Je, angeweza kuleta mabadiliko? Wakati uliobaki ulikuwa na majibu. Baraka na Kamau walipofika kwenye mji mdogo, walakini walijua safari haikuwa rahisi. Hali ya taharuki ilikuwa bado ikiwazunguka, lakini walijivunia kuwa bado wako hai na wenye matumaini. Watu wa mji huo walikumbwa na hadithi za dhuluma za Malkia na walijua kuwa walihitaji msaada. Baraka alikusanya nguvu zake zote na kuanza kuandaa mikakati ya kuungana na watu wa mji huo. Alijua kuwa mapambano yake hayakuwa ya mtu mmoja tu, bali ya jamii nzima. Kamao alimshika mkono kwa nguvu na kumtaka asikate tamaa. Tutaungana, tutavunja minyororo ya hofu na ukatili. Hii ni mwanzo mpya Baraka, katika macho yao. Hata kama giza lilikuwa bado likizunguka, mwanga wa matumaini ulianza kuangaza polepole pole. Hali ya taharuki ilikuwa mbadala wa nguvu mpya za mapambano. Baraka alijua kwa mara ya kwanza maisha yake hayakuanzia na kumalizika na Malkia, bali na mapambano ya haki, upendo na uhuru. Na hivyo hadithi yao iliendelea kwa moyo thabiti na roho isiyokata tamaa, wakimwambia dunia kuwa dhuluma haiwezi kushinda wakati watu wakiungana kwa upendo na ujasiri. Hapo ndipo Baraka alipoanza safari yake mpya, kuandika historia mpya ya maisha yake na jamii yake. Asante sana kwa kutazama hadithi hii. Kama umeipenda na kugusa moyo wako, usisahau kusubscribe ili usikose sehemu zingine za kusisimua na za hisia kali zinazokuja hivi karibuni. Tuko pamoja kwa hadithi zaidi, hisia zaidi na uhalisia zaidi. Asante tena kwa kuunga mkono.